Wakati hali ikizidi kuwa tete katika kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima, ambalo jana serikali ilitangaza kulifungia, lakini licha ya tangazo hilo, pia walimwagwa hapo lundo la askari wa Jeshi la Polisi, ambapo taarifa zinaelezwa kwamba kuna watu walipigwa, lakini pia kuna baadhi ya waumini wa kanisa hilo walikamatwa na kulikuwa na mtafaruku mkubwa ambapo inadaiwa kuwa mabomu ya, ku, ya machozi pia yalitumika katika eneo hilo. Sasa wakati haya anatokea, kuna habari ya kutia matumaini na habari hii inahusu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima ambaye kama mnavyokumbuka alishambuliwa vibaya uh, Aprili 30 ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na alikuwa hospitali akipata matibabu kwa zaidi ya mwezi sasa. Sasa taarifa ni kwamba Father Kitima amefanikiwa kutoka hospitali na leo Jumanne um, ya juni tatu elfu mbili na ishirini na tano amefanya misa ya shukurani, na katika misa hiyo ya shukurani ameongea vitu vingi vya msingi kuhusiana na yaliyotokea, lakini pia uh, pengine kuhusu haya yanayoendelea kwa wakati huu. Kwa hiyo alifanya misa ya shukrani huko Kurasini, makao makuu ya TEC, akiwa ikiwa imehudhuriwa na mapadri, watawa na wafanyakazi wa hiyo TEC, na wote walikusanyika kumshukuru Mungu kufuatia uponyaji wa Father Kitima. Kwa sababu maelezo aliyoyatoa yeye mwenyewe kuhusiana na shambulio hilo, ametanabaisha bayana kwamba watu waliomshambulia walikuwa na lengo moja tu uhai. Sasa kinachoweza kusikitisha ni kwamba licha ya kuvamiwa na ku, uh, kulazwa kwa zaidi ya siku kwa zaidi ya mwezi, lakini mpaka muda huu jeshi la polisi halijaongea lolote la maana. Juzi uh, Kamanda Muliro, msemaji wa jeshi hilo uh, mkuu wa kanda maalum, alidai kwamba wanasubiri kumhoji um, Padri Kitima kuhusiana na, na swala hilo sasa, wamuhoji kuhusu ni? Yeye ndio mshambulio yeye ndio victim, wamuhoji atowe maelezo gani? Na wao walisema wamewakamata watu wawili um, lakini hakuna taarifa yote kuhusu wale watu wawili. Actually mmoja wale watu wawili inasemekana alionekana Dodoma kwenye mkutano mkuu wa CCM hivi juzi. Kwa hiyo kuna mzaha fulani ambao unafanywa katika masuala haya. Kwa hiyo katika misa hiyo ya shukrani Padri Kitima alisema wazi kuwa lengo la shambulio hilo lilikuwa kumtoa uhai, na akasema, tunamshukuru Mungu kwa rehema zake, shambulio lile lilikuwa na lengo la kuniua, lakini Mungu hakukubali. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza nani alitaka kumuua Father Kitima, lakini ukiangalia mtiririko wa matukio unaweza kuunganisha dots na kupata picha ya namna fulani, lakini hilo tutaliongea katika makala hii na, na Padre Kitima alitoa wito kwa kanisa Katoliki pamoja na makanisa mengine na taasisi nyingine za kidini ziendelee kuwa taa ya matumaini kwa jamii ya Watanzania, hususan wanyonge na wale wasio na sauti. Na alisema kanisa ni msindikizaji wa wanyonge, ni jukumu letu kuhakikisha linaendelea kuwa mwanga kwa Watanzania wote. Kama mnakumbuka katika moja ya makala ambazo niliwahi kuweka hapa nilieleza kwamba tulipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, uh, mwaka wa kwanza kwenye somo moja, nadhani uh, utangulizi kuhusu siasa za Tanzania, kama kitu kama hicho, um, tulifundishwa kwamba miongoni mwa factors zenye nguvu kubwa katika jamii ya Tanzania ni pamoja na taasisi za dini na nyingine ni uh, mataifa au mashirika wa hisani kwa sababu Uh, wale wa hisani ni ndio wameshikilia uchumi wetu kwa kiasi kikubwa. Unaweza kuwasikia kelele wanaongea sijui mabeberu sijui na nini, lakini sie ni fukara maskini, tumeendekeza ufisadi. Kwa hiyo uh, uchumi wetu unategemea kwa kiasi kikubwa misaada ya hawa watu. Lakini upande wa pili kuna viongozi wa dini, hawa mtaji wao mkubwa ni kwamba idadi kubwa ya Watanzania ni watu wenye dini uh, takriban uh, na hizi ni takwimu ambazo kwa hakika sio sahihi kwa sababu hakuna takwimu rasmi za serikali kuhusiana na idadi ya Wakristo au Waislam au wasio na dini, lakini tafiti zilizofanyika miaka kadhaa huko nyuma zilikuwa na kama asilimia thelathini na tatu walikuwa ni Wakristo, asilimia thelathini na tatu ni Waislamu, asilimia thelathini na tatu ni watu opita wasio na dini, miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo takwimu zinaweza kuwa sio sahihi kwa muda huo, lakini picha inayopatikana hapa ni kwamba idadi kubwa ya Watanzania ni washika dini. Kwa hiyo huu ni mtaji mkubwa sana kwa viongozi wa kidini, na kwa miaka mingi kwa kweli viongozi wa kidini walikuwa wanapewa yani, tukio kama hili la, la Father Kitima kushambuliwa ni kitu ambacho hakiku usingeweza kukitarajia miaka miaka michache tu iliyopita, na hata hii la askofu Gwajima kanisa lake kufungiwa, polisi kwenda kuvamia, miaka michache tu iliyopita, ni kitu ambacho usingeweza ukifikiria, kwa sababu moja ya maeneo ambayo kwa muda mrefu viongozi wetu wamekuwa wakiyaheshimu na kuyaogopa ni taasisi za kidini. Kikubwa zaidi kilichokuwa kinafanyika ni jitihada ya serikali kuwa karibu na taasisi za kidini katika kuwahudumia wananchi. Sasa, um, katika sehemu nyingine pia Father Kitima alijaribu kuwaambia kwamba mambo haya yanayotokea inatakiwa kuyaangalia kwa jicho la kiimani, jicho la kiroho. Uh, na kuwakumbusha kuwa hata katika zama hizo za Biblia huko, uh, Bwana Yesu pia aliteseka, lakini hakukata tamaa. Kimsingi ni kuhamasisha, kwa sababu hii pengine ndio, ndio suluhisho pekee lililobaki kwa Watanzania kwa sababu kwa upande wa siasa, licha ya jitihada zinazoendelea lakini mazingira yaliyopo ni magumu kutarajia mabadiliko kwa nguvu za wanasiasa ni mtihani hasa. Chama pekee ambacho kinaleta matumaini kwa Watanzania ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, lakini ninaona jinsi ambavyo kinavyohujumiwa kulia, kushoto na kati. Um, wakiachana na hiyo kesi waliombambikia mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, Mheshimiwa Tundulisu ameshuhudia uh, jinsi hujuma mbalimbali zinazofanyika katika mikutano ya chama hicho, wakitaka kufanya mkutano sehemu fulani, uongozi wa sehemu husika inakuja tena na mikutano yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata mustakabali haueleweki, lakini kwa upande mwingine, kitu cha kusikitisha ni wananchi wenyewe. Kwa kweli, ni kama wameyakubali haya, kwamba hii ni stahili. Unaona? Na hili lina mchango, um, una mchango. Unajua, tabia mbaya isipo usipokabiliana nayo naye kuna uwezekano mkubwa ikakubalika na kuwa kama kitu, kama vile ufisadi. Zamani ilikuwa ni ni vitu fulani ambayo mtu akiitwa fisadi anaonekana kama mtu asiofaa katika jamii, lakini taratibu imekuja imezoeleka, kimekuwa kama kitu cha kawaida, yani sio big deal. Eh, in fact hao mafisadi kwa mtaani wanashangiliwa kwa sababu wanaonekana ni watu muhimu. Watu wanaoibia pesa wanaonekana muhimu katika, katika jamii. Sasa tukio hili la Father Kitima na kutoka kwake kama ulivyosema limetokea wakati uh, kuna hili sekeseke seke la kanisa la Askofu Gwajima, lakini pia ni muhimu kutazama matukio haya mawili kwa muktadha mpana zaidi, kwa sababu kuna matukio mengine matatu yanayohusiana na viongozi wa dini ambayo yametokea hivi karibuni. um, kuna tukio la kuuawa kwa katekista David Mwenda huko Tunduma halafu ikafuatiwa na kutekwa kwa mchungaji Steven Jacob. Um, halafu kukatokea na mchungaji Cornel Kabigumila, huyu alikuwa anatoa mahubiri kanisani kuhusiana na kifo cha ja katekista Mwenda. Na ah, swala la kusikitisha sana, huyu katekista aliyouawa, hii habari hata haikuwahi kusikika, yaani ukiitafuta hutoipata kwa sababu uh, sijui labda vipaumbele vya wanahabari kabla ya kuanza kulaumu kwamba labda kuna habari zinadhibitiwa, lakini tuseme vipaumbele vya wanahabari wetu wanavijua wenyewe. Kwa hiyo huyo mchungaji Cornel Kabigumila alikuwa anatoa mahubiri kuhusiana na hili swala la kuuawa kwa katekista David Mwenda, akaitwa na polisi, na nadhani hiyo ishu bado inaendelea, kwa sababu aliandika kwenye mtandao wake wa Instagram, kwenye akaunti yake kwenye mtandao wa Instagram. Na niliweka video hapa kuhusiana na, na hili swala, kwa hiyo inaonekana kama kuna mwendelezo wa hatua dhidi ya viongozi wa kidini uh, japo ni mapema mno kusema katika kuhitimisha hivyo, lakini kunatoa tafsiri ya namna fulani ambayo kwa kweli haipendezi hasa ukizingatia kwamba masuala ya kidini yana impact kubwa sana katika jamii, na hiyo kuangalia pengine population ya Watanzania jinsi ilivyo, mgawanyo ule kati ya pengine Wakristo na wasio Wakristo um, likitokea la kutokea kwa kweli itakuwa ni changamoto kubwa kwa hiyo kwa upande mwingine huko kwenye kanisa la askofu Gwajima, kama ulivyofahamu, ndio hivyo, limefungiwa na serikali jana. Lakini licha ya kulifungia, wamekwenda askari hapo, wamepiga watu, wamepiga uh, ma, wametumia wame mabomu ya machozi na kuna watu wamekamatwa um, lakini kwa mujibu wa wanasheria mbalimbali, wamesema kwamba serikali haikuwa na mamlaka ya kulifungia hilo kanisa. Kwanza kwa sababu kama aliyekosea ni mchungaji ni askofu Gwajima, kwa nini kuadhibu waumini wa kanisa? kwa sababu kama maneno aliyosema askofu Gwajima yalikuwa ni kinyume na matakwa ya serikali, basi wangeshughulika na yeye kuliko kuwanyima haki ya kuabudu waumini wa kanisa lile. Lakini pia baadhi ya wanasheria wanasema hata hiyo sheria yenyewe iliyotumika ina mapungufu. Na pengine habari njema kwa kanisa hilo ni kwamba kesi hii imechukuliwa na um, kupitia akaunti yake ya Instagram mwanasheria mahiri kabisa nchini Tanzania uh, wakili msomi Peter Kibatala ameeleza kwamba ameichukua hii kesi. Kwa hiyo yeye ndio mwanasheria anayeshughulikia hii kesi. Kwa hiyo tuta, nadhani tutapata, nilijaribu kufanya uh, uwezekano wa kupata mahojiano naye, lakini uh, endapo nitafanikiwa nitawajulisha na nitayaweka hapa mahojiano naye, kupata mtizamo wa kisheria kuhusiana na hii hatua iliyochukuliwa dhidi ya kanisa. Sasa kwa kuhitimisha ni kwamba haya yanayotokea yanazua maswali na maswali yenyewe yanabaki yakiwa hayana majibu. Kwa mfano nani alitaka kumuua Father Kitima? malengo yalikuwa nini? Lakini ukiangalia historia ya Father Kitima haitofautiani sana hiki kilichotokea kwa Askofu Gwajima, kwa sababu Father Kitima alikuwa mstari wa mbele sana kukemea maovu katika jamii, na moja ya mambo alikuwa akiyakemea sana ni swala la utekaji, na moja ya mtu ambaye amemwongelea sana ni Deusdedith Soka, yule kada wa CHADEMA aliotekwa na wenzie na askofu Gwajima kama unavyofahamu ameingia matatizoni baada ya kuzungumzia swala la kutekwa. Sasa kuna inawezekana matukio haya hayahusiani, lakini yanaweza kuleta taswira ya namna fulani. Kwa hiyo Jasusi TV inaendelea kufuatilia na itakuwa ikikuletea hizi chambuzi. Karibu utoe maoni yako hapo chini. Una mtizamo gani kuhusiana na haya yanayoendelea? Asanteni na kwaherini.